Mama, hmm? Leo uliweka nini pilipili pili mingi kwa pilao? Mama, si unapenda hivyo. Si unapendaga smoky. Smoky napenda. Si tuchukue smoky. Tatu. Ni yao machi moja? Hey, wanauza cheap. Ngapi yote? Hizo zote ziko ngapi sahi? Si upige hesabu, upige hesabu yote. Si muda akikwambia zote ni ngapi, si unapiga hesabu? Uko mama, si uanze kumlipa. Rakaraka tinianza kumlipa tena, adabu ya mwanaume si kitu. Umeniita hapa nilipe, si nikitoa pesa hapa mbele nitakurefund. Sasa umesema nini hapo? Umesema nikuje unibaie saa hii, unasema nilipe. Bebi, nimeuliza unapenda msi? <laughs> Si, bado nikikurifani, nimekununulia, lipa <laughs> hiki kitu, twende. Kama unataka kitu naitaka, pia simu yangu ina moto. Acha nikusaidie. Acha kidogo ukitoa tu laini hivi nimekosa meaniutulie, una vitu zinanunuliwa. Umeangusha pin yangu mama, nikitoa ya kutoa sim kadi sitakuwa hiyo, na hii hapa inasumbua. Unaongea sana, unaongea sana na wewe ni wa news mama lepia. Mama lipa tu unani toa unaniembarasi, wewe ndo una ni, ni embarasi. Sasa toa line weke hapa, nitalipa mama na. Ni line yangu hapa, pesa ya mayai mayai, bwana <laughs> moto customer <Kamali laughs> moto moto, kama ni zi zikule basi mama, si napenda kuniaibisha sana shwali sasa hizi ni gani niliya, niliya, kuni. Si kwa na kwa na line gani shu, alikuweka line hapa nisi kuweka line mama, nikitoa hiyo line nitakosa mteja. ni pesa smoke mbili nitazikula, ukiniangalia hivi na macho yako na nitazilipa aziiuzia <laughs> mtu mchoe mwenye atanyima mume wake hiyo na promote wewe, we bana <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> imajini aibu ingetokea tumebrani e, e, e, kwa smoki alafu tuende bila kununua unaona hiyo. Hii ni <coughs> mara ya mwisho. Haina shida nakurudishia tu hapa mbele unajua hii app ni nani. Leo simu yako nitaichaji kesho